Mtume Yohana alipokea ufunuo kwenye kisiwa cha Patmo. Akiangalia ufalme mtukufu wa mbinguni, alijifunza kwamba Mungu Mwenyezi hutawala juu ya ulimwengu na huongoza watu wote waishio duniani. Leo tufikiri kuhusu swali hili. Je, kanisa ambalo Mungu anatawala ni kanisa la aina gani? Tuchukue muda kuthibitisha hili kupitia neno la Mungu. Tufungue kitabu cha Ufunuo sura ya 19. Sura ya 19 mstari wa kwanza. Baada ya haya nikasikia sauti kama ya umati mkubwa mbinguni wakipiga kelele wakisema, Haleluya wokovu na utukufu na uweza ni vya Mungu wetu, kwa maana hukumu zake ni za kweli na za haki. Amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeuharibu ulimwengu kwa uzinzi wake. Mungu amemlipiza kisasi kwa ajili ya damu ya watumishi wake. Wakasema tena kwa nguvu, Haleluya! Moshi wake huyo kahaba unapanda juu milele na milele. Wale wazee ishirini na wanne pamoja na wale viumbe wanne wenye uhai wakaanguka kifudifudi wakamwabudu Mungu aliyekuwa ameketi kwenye kile kiti cha enzi, wakasema kwa sauti kuu, Amen! Haleluya! Kisha sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, ninyi watumishi wake wote, ninyi nyote mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, Haleluya! Kwa maana Bwana Mungu wetu Mwenyezi anatawala. Walipaza sauti, Mungu wetu Mwenyezi anatawala. Basi tunaposema kwamba Mungu anatawala, inamaanisha kwamba Mungu ni mfalme na mtawala wa vitu vyote. Kanisa gani linapokea utawala wa Mungu? Ukweli gani upo katika kanisa ambalo Mungu anatawala? Tuone mstari wa saba. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu. Kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Akapewa kitani safi, nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Katika mstari wa sita inasema haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anatawala. Na katika mstari wa saba inasema arusi ya mwanakondoo imekuja, na bibi harusi wake amejiweka tayari. Kwa hiyo, ni nani anayetawala juu ya kanisa ambalo lina ukweli huu? Je, haimaanishi kwamba Mungu anatawala juu ya kanisa hili? Basi kanisa ambalo Mungu anatawala lazima liwe na ukweli kuhusu mwanakondoo na bibi arusi, mke wa mwanakondoo yaani ukweli wa Mungu Mama. Leo makanisa mengi yanadai kwamba wao ni kanisa ambalo Mungu anatawala. Hata hivyo hatuwezi kuona mahali popote katika Biblia kwamba Mungu anatawala juu ya mahali kama hapo. Tukiangalia mistari hii iliyoandikwa katika Biblia, tunaweza kuhakikisha kwamba kanisa ambalo Mungu anatawala lazima liwe na ukweli wa arusi ya mwana kondoo na ukweli wa mke wa mwana kondoo ambaye amejiweka tayari.